Sio rahisi kwa mkulima kutambua mbegu ipi ni bora na ipi haina ubora kwa macho. Kutokana na mazingira hayo ya upatikanaji wa mbegu, wakulima wamejikuta wakipata hasara kwa kuchelewa kustawi kwa mimea pamoja na kupata mavuno duni. Miongoni mwa wakulima wanaokutana na kadhia hiyo ni baadhi ya wakulima mkoani Songwe. Mbegu feki zimekuwa zikizagaa sana katika mkoa wetu huu kwa sababu wametokea wakulima ambao wanatengeneza mbegu zao binafsi na kuzipa nembo za serikali ambazo zimethibitishwa na serikali. Kwa hiyo imekuwa changamoto sana. Kipindi cha kilimo tunatumia mbegu hizo tukiamini ni mbegu bora, lakini wakati wa mavuno mavuno yanakuwa machache, pengine hamna kabisa, yanagoma. Serikali bwana, ituwaishie hizo mbegu za ruzuku, labda zikipita kwenye mikono ya serikali zinaweza zikawa ziko salama, ili tutakapokuwa tumepanda tume shambani, tujue ni serikali ndio itupa mbegu feki au serikali ndio itupa mbegu nzuri. Inatulazimu kwa wakati mwingine enda nchi jirani kutafuta mbegu ambazo zinakuwa zipo kwenye usahihi zaidi. Kwa hiyo tunaomba serikali iangalie juu ya hili, tunakosa kipato kutokana na mbegu. Kutokana na kadhia hii, mbunge wa viti maalum Dr Tia Ntara amehoji katika kipindi cha maswali na majibu mpango wa serikali kuhakikisha mbegu zinazouzwa madukani zina ubora na bei nafuu. Majibu ambayo aliyapata kwa waziri wa kilimo, Huseni Bashe: Serikali imeendelea kuongeza uwezo wa taasisi yetu ya udhibiti u ya mbegu ya TOSCI na msimu ujao wa kilimo wakulima wataona kuna new label ambayo inawekwa katika mifuko yote iliyoko sokoni. Hilo la kwanza. La pili, ili kutatua tatizo la, la, la, la mbegu feki, serikali imeamua sasa hivi kusajili upya wauzaji wa vijijini wa mikoani na kuubadili mfumo wa usambazaji na wasambazaji wote wataingizwa kwenye database maalum. Kuhusu swala la kupunguza gharama, Mheshimiwa Spika, serikali imeanza kuweka ruzuku katika mbegu. Tumeanza ngano, tumeanza alizeti na sasa tumeingiza zao la mahindi. Malengo ya serikali ni kuhakikisha kwamba tunapunguza gharama za mbegu kwa wakulima, lakini vile vile tumeanza kuihusisha sekta binafsi kuanza kutumia mashamba ya serikali ambayo yalikuwa hayatumiki kabisa, yamegeuka mapori, kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wetu wa mbegu ili kuweza kuhakikisha kwamba availability na affordability inatokea sokoni. Kwa mujibu wa taasisi ya udhibiti ubora wa mbegu nchini, kiasi cha mbegu kilichothibitishwa ubora kimeongezeka kutoka tani zaidi ya elfu kumi hadi kufikia tani zaidi ya elfu thelathini, huku wakitaja changamoto ya uelewa na hamasa ndogo kwa wakulima kuhusu matumizi ya mbegu bora. Rebeka Mbembela, Azam News.